Kadiri matumizi ya mitandao ya kijamii yanavyoendelea kuongezeka ndivyo lugha ya mawasiliano inaendelea kubadilika. Ndiyo siku hizi, badala ya watu kutumia maandishi kueleza hisia zao watu hutumia emoji kueleza hisia hizo pale wanapowasiliana na wapendo wao marafiki zao, au hata pale wanapotoa maoni kupitia mitandao ya kijamii lakini emoji ni nini hasa? Emoji ni alama ndogo za picha zinazotumika kueleza hisia, mawazo au dhana katika maandishi. Na hisia hizo zinaweza kuwa ni hisia za mapenzi, furaha, huzuni au ama katika kutaniana. Kwa mujibu wa asasi ya watengeneza emoji duniani Unicode, mpaka kufikia Septemba 2025, kuna jumla ya emoji 3953 kwenye kibodi ya emoji. Lakini je, unajua ni emoji gani zimetumika zaidi kwa mwaka huu wa 2025? Kwa mujibu wa takwimu za wakati halisi za Emoji Tracker, zifuatazo ndizo emoji tano zilizotumika zaidi kwa mwaka 2025 duniani. Na emoji namba moja iliyotumika zaidi ni emoji ya uso unaolia kwa sauti, yani, kwa lugha ya Kiingereza loud crying face. Sasa emoji hii hutumika kueleza hisia za maumivu makali ya huzuni, lakini pia mara nyingine inaweza Kuashiria furaha isiyokuwa na kipimo hasa katika muktadha wa ucheshi, utani ama furaha isiyokuwa na kifani. Lakini unaweza ukatuambia kwamba unatumiaga emoji hii ukiwa unaeleza hisia gani? Na emoji ya pili ambayo imetumika zaidi duniani kwa mwaka huu 2025 ni uso wenye machozi ya furaha, yani face with tears of joy. Na emoji hii mara nyingi inatumika kuonyesha kicheko kisichokuwa na kifani hadi machozi yanatoka. Unaweza kukutana na emoji hii mara nyingi katika komenti zenye maudhui ya kuchekesha mitandaoni, au mara nyingi pale mwenzako anapokuchekesha sana wakati mnawasiliana. Mara nyingi watu hutumia emoji hii kueleza kicheko chao juu ya jambo hilo ambalo wanakuwa wanaelezwa. Na emoji ya tatu ambayo imetumika zaidi duniani kwa mwaka huu 2025 ni emoji ya moyo mwekundu red heart. Na emoji hii mara nyingi inatumika kuonyesha upendo, hisia za kimapenzi, au wengine wanasema hutumika kuonyesha shukrani. Lakini hebu wewe tuambie, binafsi mara nyingi huwa unatumia emoji ya moyo mwekundu kueleza hisia gani? Je, wakati una chati na mpenzi wako, au ni shukrani kama wengine wanavyosema? Na emoji ya nne ni fuvu, yani skull. Uh, emoji hii ilitengenezwa mahususi kwa ajili ya kuonyesha jambo linaloashiria hatari, lakini watumiaji wa mitandaoni wameipa maana nyingine kabisa. Ndio maana imekuwa ni miongoni mwa emoji zilizotumika zaidi kwa mwaka huu 2025 watu hutumia emoji hii ya fuvu kuonyesha jambo ambalo haw gemea hasa katika maudhui ya kuchekesha au kumaanisha kuwa mtu amefadhaika au kuchoshwa na jambo fulani kwa kiasi kikubwa. Na emoji ya tano na ya mwisho ni mikono ya shukrani, yani folded hands. Emoji hii mara nyingi hutumika kuashiria mtu anasali au kuomba kitu fulani, kushukuru au kuthamini jambo fulani, lakini pia inaweza kuashiria kuomba msaada, usaidizi au ridhisho katika jambo fulani. Hebu tuambie hapo kwenye comments, je, unahisi ni emoji gani ambayo wewe utakuwa umeitumia zaidi kuliko emoji nyingine kwa mwaka huu wa 2025? Lakini usisahau kutuambia kwamba emoji hiyo ulikuwa unaitumia wakati gani au ukiwa unaitumia ulikuwa unaeleza hisia gani? Je, ni mapenzi, furaha, huzuni, au ulikuwa unataniana na mwenza wako. Hii ni Nukta TV kwa video zenye mafunzo ama kujua mambo mbalimbali mbali, kama haya usisite kutufuatilia. Tunapatikana YouTube Nukta TV, lakini vile vile tunapatikana Facebook, Instagram Nukta Tanzania, lakini bila kusahau Twitter na TikTok vile vile Nukta Tanzania. Jina langu naitwa Kelvin, usisahau kudondosha comment kama nilivyokuambia.